Anasema faman badalahu ba'da ma sami'ahu, yeyote yule atakayebadilisha wasia baada ya kwamba kashausikia. Kwa maana ikiwa mtu amehusia kuhusia katika hayo yoyote, ile atakapohusia, ikiwa kuhusia huko kuhu kuwe kuhu kwa kheri, lakini kuwe sahihi. Mfano mzuri labda Uh, sisi ahli sunna waljamaa tunahusia kwamba pale popote tutakapokufa tuzikwe huko huko. Hatuna mambo ya utamaduni wa kikafiri ule, kwamba mtu akazike kwao. Hizi ni mila za kikafiri, sio mila za Kiislamu. Kwamba mtu kwao bambi basi, unaona uh, anaishi Mwera lakini kwao bambi basi, watamtoa pale Mwera ampeleke bambi, wakati kuna vichaka tele vya kumzika. Namjiona hayo, anakaa anakaa wapi? sijui anakaa ndijani kwao lakini sababu si chaani basi, atatolewa ndijani, anapelekwa chaani, wakati pale ndijani kuna vichaka vya kumzika. Huo ndio ukafiri ambao Mtume kaupiga vita. Hizi ndio mila za kikafiri, sasa watu wanazo mpaka leo. Hizi atakuaje bwana, kwani huyu hanakwao? Kwani huyu hivi, kamzike hapo korekwe, ndo karibu labda, au tumzike hapo? Ah, kwani hanakwao huyu? Sasa unaona hizi mila zao bado wanazo. Sasa mtume kaja kuondosha mila za kijahiliya kama hizi, wao wanaendelea nazo kabisa. Sasa sikwambii tena, kazi kazi kazi. Kafabara huko, kafa abu Muhimbili, karibu labda tuseme hawajapata pa kumzika, kenda kwa Mwanza, Tanga, atasafirishwa huyo eh? Haya, sasa sisi hatuna mila kama hizi. Hizi mila za kijahilia, wao ndo wanaitakidi kwamba mtu akiza akifa anazikwa shamba ya kwao, labda anapata utukufu, au labda akizikwa katika shamba ya kwao, labda sijui atasamehewa, au akizikwa huko Shinyanga atakuwa hafikia hera, labda siku akufufuliwa atakuwa labda hapatikani. Sasa huyo Mtume alipokuja kayaondosha haya, kayapiga vita haya, na akasema acheni, huu ni ujahilia huu ni ujinga ambao haufai. Sasa wazee wanao mpaka leo, kuna la kuambia huyu, wakati kwao wa Bambi atazikwa Bambi, huyu wakati kwao wa sijui Ndijani atazikwa Ndijani, huyu wakati kwao wa Makunduchi atazikwa Makunduchi, nini haya? Sasa watu wanasoma lakini wanaendeleza ule ule ujinga. Inakuwa mathalul ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali lhimali yahmilu asfara. Sasa wanapunda wamekuwa aliyebebeshwa vitabu asijue kile ambacho kilichomo ndani ya vitabu. Ukisoma unataka ufanyie kazi kile ulichokisoma, usiwe kama mtu wa bid'a. Watu wa bid'a hawana kheri katika elimu yao, kwa sababu hiyo tu kwamba wao wasoma, alafu wanatupilia mbali ambayo walioyasoma, wanaacha tu katika vitabu wakati wa utekelezaji wao wanakuwa wapo kinyume. Wazee wametuhusia, wazee hivi! Wazee wako wana nini? hata dini hawajui, hawajui lolote. Sasa mtu kama amekufa sehemu mbali huko kabisa, hamna kumleta huko, mzike huko huko. Hata kama mtu mmoja mzike peke yako. Mimi nawaambia kwetu, nikiwa nimemchukua mtu, sijui nimeenda naye nje tu ya mkoa wa Dar es Salaam, usitarajie mimi nikulete huko, hata mlete pesa, silete. Wamekufa sehemu ambayo, nitatafuta waislamu hapo hapo, ntaambia tuchimbie kaburi popote, hata kama takwa lako la kwanza ndio hilo hilo. Hata kama vichakani, nakuweka vichakani, biashara imeisha, tutaenda kukutana huko. Huo wasia, wasia huo ni batili, msiogope. Msiemu kawa wanakutisheni, wana, wana kausia mzee, hakuna wasia kama huo. Wasia wowote utakaokwenda kinyume na sheria hautekelezwi. Kwa hiyo mzee kama kausia mimi lazima nikazikwe sehemu fulani, ikiwa wewe ndio mtu wa mwisho wa kutoa fatwa, usitekeleze wasia huo. Kama katika familia sasa umezidiwa, maana eh, familia nyingine huwezi sasa, haya mwengine hayatekelezeki kuna kaka zako, wajomba zako, si baba zako, wana nguvu kuliko wewe, huwezi kunitekeleza ile basi, utawaachia tu, itabidi urizie katika hali kama hii, itabidi sasa wewe ah, itabidi sasa uachie hayo mambo, lakini kama unao uwezo wewe mwenyewe, kama wewe basi, itabidi ufanye kitu kama hicho. Na yule ambaye atakayebadilisha wasia, Allah ameweka makemeo kwamba huyo atakuwa yeye ndiyo madhambi atakayoyapata. Na haya watu wanayaona mambo ya kawaida tu, watu wanahusia, lakini hawatekelezi ule wasia ambao wafiwa au wale maiti waliouwacha wale, mimi nausia kitu kadha wa kadha. Kwa hivyo kama unahusia jambo la kheri uhusie kama ni jambo la mali basi unahusia, lakini hiyo mali utakavyohusia, usimuhusie yote katika miongoni mwa watu ambao wanaokurisi hao hawa, hawaruhusiwi kuingia kwenye wasia. Wasia anayetakiwa kuhusiwa awe hayumo kwenye mirathi.